Hujambo na karibu kwenye rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekutana Kopenhagen kujadili usalama wa bara hilo baada ya matukio ya ndege zisizo na rubani kuonekana karibu na viwanja vya ndege na kambi za kijeshi nchini Denmark wiki iliyopita. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen amewataka wazungu kuongeza nguvu za kijeshi kujibu kile alichokiita ni vita vya mchanganyiko vinavyoendeshwa na Urusi. Leo ni Poland, kesho Denmark na wiki ijayo itakuwa sehemu nyingine ambapo tutaona mashambulizi ya hujuma au ndege zilizo na rubani zikipepea angani alisema Frederiksen alisisitiza haja ya bara hilo kuwekeza zaidi katika teknolojia za kisasa ikiwemo drone akionya kwamba hali ya sasa ndio ngumu na hatari zaidi barani ulaya tangu kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia rais wa ufaransa emmanuel macron na waziri mkuu wa italia giorgia Meloni walitaka tahadhari zaidi wakihimiza umoja wa ulaya kuepuka mtego wa kulipiza kisasi unaoweza kusababisha kuzorota kwa hali ya kijeshi na kisiasa Rais Macron alisema nanuku, tunapaswa kuwa imara ili kuzuia mashambulizi lakini pia kuwa waangalifu sana na kuepuka kuchochea mzozo zaidi, mwisho wa kunukuu. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni amesema nanuku, tusikubali kuchokozwa. Ni kweli tunapaswa kujiimarisha, lakini tuwe watulivu, mwisho wa kunukuu. Ndege zisizo na rubani zilizolazimisha kufungwa kwa muda kwa uwanja wa ndege wa Copenhagen wiki iliyopita zimesababisha ushirikiano wa kijeshi wa haraka, ambapo Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Sweden na Uingereza zilituma ndege, meli na mifumo ya ulinzi wa anga huko Denmark. Poland ilitangaza mwezi uliopita kwamba iliangusha ndege zisizo na rubani za Urusi zilizokiuka anga yake wakati wa mashambulizi dhidi ya Ukraine, Romania pia ikiripoti uvunjaji wa anga lake. Macron hakufuta uwezekano wa kuangusha ndege za kivita za Urusi endapo zitavunja anga la Ulaya, akisema hakuna kinachotolewa nje ya meza. Vita hivi vinajumuisha mbinu za kawaida, mabomu, makombora na, zi, na zile zisizo za moja kwa moja kama vile mashambulizi ya mtandaoni, upotoshaji wa habari na vitisho vya nyuklia. Macron aliongeza kuwa Urusi imekuwa mchezaji mkali kwa miaka mingi, akitaja hujuma ambazo zimekuwa zikifanywa na vikosi vya Moscow. Baada ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraini, wachambuzi wengi waliamini kwamba Rais Vladimir Putin anaweza kushambulia moja kwa moja NATO ndani ya miaka mitatu hadi mitano. Mashaka yakizidi kutokana na mtizamo wa Rais wa Marekani Donald Trump ambaye uungaji mkono wake kwa NATO umeelezwa kuwa dhaifu. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa, wa kijeshi wanasema jeshi la Urusi bado haliko tayari kwa vita vikubwa zaidi barani Ulaya.